Inawezekana una mambo mengi ambayo yamekwama. Ukijaribu kuanza business inasimama, ukijaribu kutafuta kazi, unaanza siku mbili kazi inakwisha, unajaribu kujitupa kwa hiki kinakataa, unajaribu kutafuta hiki kinakataa. Leo ningependa tumite Yesu ili atengeneze hayo mambo. Yeye anaitwa Mungu ambaye hajashindwa na jambo lolote. Funga macho yako mahali popote ulipo, tuingie katika kipindi cha maombi. Bwana Yesu mtakatifu, Mungu wa Israeli, wewe ni Mungu mkuu, Mungu mwenye nguvu zote, wewe uliziumba mbingu na nchi. Baba, nimekuonesha watu wako ambao wanapitia wakati mgumu, wamejaribu kujikomboa kimaisha lakini mambo yamekataa, wa wameingia katika business mbalimbali mbali, lakini mambo yamekataa, wa wanajaribu kujiendeleza katika jambo moja ama nyingine lakini mambo yamekataa. Yesu Kristo tunayainua macho yetu kwako, kwa maana tumeamini ya kuwa wewe ni Mungu unayetengeneza mambo yameshindikana. Karibu uingie ndani ya matatizo ya watu wako, business zilizokwama ukazifufue tena katika jina la Yesu Kristo. Kazi zilizoharibika ukazitengeneze tena katika jina la Yesu Kristo. Maendeleo yaliyosimama ukaendeleze katika jina la Yesu Kristo. Ingia katika yale mambo yaliyokwama ya watu wako, Mwokozi, na sasa hivi ukavitengeneze. Inawezekana vimekwamishwa kwa sababu ya nguvu za giza, inawezekana vimeshimamishwa kwa sababu ya nguvu za Kuzimu. Katika jina la Yesu Kristo tumeondoa sababu zote zilizokwamisha mambo ya watu wako, katika jina la Yesu Kristo ukavitengeneze Jehova. Ikiwa ni vifungo mbalimbali mbali, vimefunga watu wako wasiendelee, vimefunga business ya watu wako isiendelee, vimefunga biashara vya watu wako visiendelee. Katika jina la Yesu Kristo tumeharibu vifungo vyote, mokozi wa ajabu, ingia ndani ya business, ingia ndani ya maendeleo ya watu wako, ingia ndani ya nikiwa watu wako ukavitengeneze, Mwokozi, Mungu wa ajabu. Utukufu utarudi kwa wako, Jehova, heshima isabaki kuwa zako. Tutakuinua na kukuimbia nyimbo za sifa, kwa maana wewe ni Mungu mkuu. Asante kwa maana umetenda, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi aliye hai. Amen, amini. Mungu atatengeneza.